Ndugu mtazamaji, karibu sana kwenye platform ya Burrick Club. Burrick Club ni platform nzuri ambayo imeanza hivi karibuni, ni ya kuchagua odd na even. Unapokuwa unachagua odd na even, ukiweka 1000 una shinda 1000 nyingine, inakuwa buku mbili. Hivyo leo nitaenda kuelekeza jinsi ya kuweka pesa. Kikubwa, fuatia video za nyuma ambazo nimekwisha kuelekeza jinsi ya kujisajili na jinsi ya ya kutoa pesa. Leo nitakuelekeza jinsi ya kuweka pesa na, na jinsi ya kualika ndugu jamaa na marafiki. Sasa link yako ni hii ya hapo umetumiwa, ambao ni register, ambao ni Burrick Club kibonyeza una log in. Sasa kwa maana ya ku log in, una log in kwenye account yako. Kwa mtu ambaye tayari na account yake ata log in hapa, utabonyeza log in, unaandika namba ya simu Unaandika pamoja na password una log in. Leo nitakuelekeza jinsi ya kuweka pesa. Burrick Club ni kampuni nzuri sana ambalo tunapata pesa kwa njia rahisi. Nitakuelekeza jinsi ya kuweka pesa, kuweka pesa unabonyeza kwenye cha kwanza, ukishafungua ukisha log in unabonyeza sehemu panaitwa, utabonyeza kwenye join, utabonyeza hapa kwenye join pa utabonyeza kwenye joy hapo, kisha maeza kubonyeza, nabonyeza kwenye joy, kisha bonyeza kwenye joy itafunguka kwa namna hii, kisha unabonyeza kwenye deposit hapa iposti unafunguka, utaandika recharge amount hapa, unaandika kiasi kianzio. Cha kuweka pesa ni elfu tatu. Unaandika elfu tatu, unaandika elfu tatu, unaandika elfu tatu, unabonyeza. Una recharge, nabonyeza recharge, unakisha unaandika namba ya simu ambayo ina hela ambayo ni sifuri, usianzia na sifuri. Kama ni Airtel unaanzia na sita tisini na nne sitini na tatu sitini na moja sifuri tisa, kisha aha. Aha, unasubmit hapa, unasubiri naona kuna sehemu pameandikwa enter pin to confirm, andika namba yako ya siri. Mi nitaandika namba yangu ya siri, nitaandika namba yangu ya siri. Confirm, andika namba yangu ya siri, inaambia thank you for confirmation, payment successful, payment successful. Unarudi una kuangalia salio, unarudi kuangalia salio, utakuta salio imeongezeka miakua elfu tatu mia sita. Kwa hiyo ni kitu kama hicho, kazi ni simple simple simple sana. Subscribe my video, temu ijao nitaenda te kuelekeza jinsi ya kuchagua odd na even. Video inayofuata kubwa, subscribe, kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Asante sana.